Asalamu alaikum. wa kwa wali walionaomba recipe ya pilau hii hapa. Pilau ilitaradadi, pilau ilitubu. Angalieni pilau moja moja, mashallah. Pilau ilikuwa stamu. Hii pilau yetu ya carrot, mashallah, ilikuwa nzuri. Tonge nyama hapo hapo, ntonge nyama amna kupunjia na nyama Mashallah, mashallah. Haya, angalia video yangu mpaka mwisho ujifunze kupika pilau. Haya hapo, na kanga vitungu vangu vikishaanza kuwa brown, naeka cumin na cinnamon na iliki. Una nzima nzima unazikaanga, alafu unachukua ile nyama yako uliochemsha kando na pressure cooker, unaitia hapo kiasi cha nyama yako. Mimi yangu iliko hapo, imezidi karibu ifikie kilo. Hapo nimeka black pepper, coriander, na pilau masala na garam masala. Haya hapo nazikaanga vizuri dawa zako e, n zikaangike vizuri na nyama. Haya unaweka kitunguu saumu na tangawizi. Haya unakoroga hapo, katika spices metumia pilau masala, black pepper, korianda ya unga na garam masala, hizo tosha Haya, hapo natia pilipili pili hoho na tomato moja nimekata, pilau kieka tomato hata kama at least moja, inayoongeza ladha tamu zaidi. Hapo nimeka tomato moja tu nimekata kata na uh, pilipili hoho. Haya, unakaanga viungo vako vishikane vizuri na nyama vizuri, unavipa time yani, vinakaangika. Ha, unaeka chumvi usije ukasahau chumvi. Chumvi ni kiungo muhimu sana katika chakula. Aya, unakaanga vitu vako vizuri vinakaangika vizuri, unafinika unaacha kwanza vikaangike vizuri, kama hivyo vangu mnavyoviona. Yani vikikaangika vizuri, utaona yenyewe kala itabadilika. Unachukua viazi vako, kiwango cha viazi vako unavopenda. Mimi nimeweka kiwango hicho, hatupendi viazi vingi katika pilau. Sijui rojo la biriani ndio tunaweka tu ile basi. Aa, unafinika unaacha vikaangike vizuri kama hivyo mnavyoviona vangu. Ah, sasa unakoroga hapo, unachukua supu yako ya nyama ile ambayo ulichemshia nao nyama, unatia unatia kile kiwango, mwenyewe jua wazi hii mchele wangu uta ngitia hii supu, mchele wangu utaiva. Mimi niliongezea tena supu, na kinyama yangu nilikuwa nimechemsha na presha kuka, nikaacha na supu. Haya, ukishatia kama hivyo ah, sasa unaacha inatokota naacha natokota, maji yako kama hivyo yangu mnavyoona. Mchele wangu niko nishauosha kando. Haya, sasa natia mchele wangu, uko kilo kasoro, lakini kilo kasoro ya kujip, ya kupima nyumbani, si kilo kasoro ya kupimiwa dukani. Nikajua kupimiwa dukani na kupima nyumbani ni tofauti, kupima nyumbani ni tofauti. Kupima nyumbani wanyingi kwa sababu natumia ile uh, kopo la la cowboy, ile la 500 500 ya alafu na nusu yake kama hapo mnaona mchele wangu sasa ushatokota na ukoroga vizuri hapo. Alafu nilichukua carrot mbili nikazigrate, hii pilau yangu ni ya carrot. Nikazigrate sasa, ukishaona maji yanaanza kukauka, unatia zile carrot zako kwa juu. Usitie carrot mwanzo, zitaiva zitavurujika, tia mwisho. Sasa ile wajua maji yako sasa inaenda kukauka, wasikia supu yako yani inaenda kukauka ya pilau. Haya, unakoroga kama hivyo mnavoniona. haya, sasa unaacha sasa utokote kama hivyo sasa. Ushakauka na uchanganya vizuri. Haya, ukishauchanganya hivyo kama hivyo sasa unachukua ile karatasi ya silver foil, eh, hiyo e, karatasi ya silver, lakini kama huna karatasi hiyo pia si lazima. Unafinika tu na mfiniko wako basi. Unachukua ile karatasi yako ya silver unaweka juu, ile inasaidia mchele wa juu unaiva vizuri alafu unakuwa Haupoi haraka ya yani. Haya eh, kama hivyo. Sasa mwaona naweka karatasi yangu naiseti vizuri haya. Unachukua ule mfiniko wako unaweka kwa juu, unapunguza moto wa chini kabisa. Haya wali wangu waliwangu shakuwa tayari mashallah. Ulikuwa moja moja, huo pilau yangu ilikuwa moja moja. Ati wali pilau, ah, wali pilau wote si ni huo tu. Sawa, sema huu una dawa tu za pilau. Haya, mwaona moja moja, mashallah ulikuwa mzuri. Tulishuka nao na ndizi, na ndizi na kachumbari yenyewe na pilipili. Nilisahau kuweka pilipili, baadaye niliweka na maembe. Sisi watu wa Mombasa, lazima tukila pilau tule na ndizi, ama biriani na ndizi, yaani ndizi lazima iwekwe, ama wali na ndizi lazima, mashallah.